Ndugu zangu mapadre, wajalizeni waamini waamini wote mapenzi mema, muwape katekesi hai katika mahubiri yenu na mafundisho yenu, kujiandaa vema ili sisi wenyewe kupokea sakramenti na hivi kuwahimiza waamini kupokea sakramenti kwa vipindi mbalimbali mbali. Ndugu zangu wakleri, mapadre, mashemasi, twende tukafundishe dini, vipindi vya dini mashuleni. Shule sasa unageuka huku shule huku shule Tufanye kama walivyofanya wazee wetu zamani, walifundisha dini. Nowadays it is different a bit, we want to delegate our duty to the catechists and the others. Hatuwezi hii, hao ni wasaidizi wetu, tunaenda nao, wanatufuata sisi na vituo vyetu, shule zetu ambazo zinaendeshwa na kanisa, kuna dalili hata hawa kukosa vipindi vya dini, na labda na sisi tukapendelea kwenda huko nje ya taasisi zetu. Tafadhali tafadhali, kinachotofautisha shule ya kanisa na shule nyingine hakuna kingine zaidi isipokuwa kile wanachokipata katika mafundisho yatakayolenga kuwapatia maadili mema vijana watakaosoma pale bila tofauti za dini, ni kulea dhamiri. Kazi ya shule zetu, vituo vyetu, taasisi zetu, ni kulea dhamiri za wale wanaopita pale ili baadaye waweze wakajua utu wa mwingine katika maisha yao, ili waweze kupeleka Injili hata kama sio Wakristo, sio wafuasi wa dini yetu, lakini tumelea dhamiri ile ya kibinadamu, itasaidia sana kuleta amani ya kweli pale popote watakapokuwa hapo, na hata kama wataajiriwa mahali popote au kufu, kujiajiri wenyewe.